Misa. Mama yako anaweza kaogopa akikuta wewe kesho unasikendo mbao umefumaniwa na mwanaume huyu, umefanya jambo hili baya, umeshikwa mwizi pale, anaona haya kujiingiza katikati yako kusema huyu ni mtoto wangu. Jamani, ni wamama tu wachache ambao watagaragara kukuombea msamaha, lakini Yesu ajaona aibu kuturehemu sisi. Yesu ajaona aibu kutuombea msamaha kubeba aibu zetu, kubeba mateso yetu, kiasi cha kwamba shetani yeye alikuwa tayari kutunyonga. Shetani yeye hakutuonea huruma hata siku moja. Kesi ilikuwa tayari na unguruma pale mbele, yeye akajitoa kusema mimi niko tayari kumwekea mzamana ndugu huyu, pamoja na kwamba ni jambazi. Lakini sielewi nikimwekea mzamana akiwa huru atanitoroka au hatanitoroka. Jana nitoe mfano nikasema hapa, tukuja asilimia kubwa ni wagonjwa, wengine ni maraya, wengine tuna vibuli, wengine ni wezi, wengine ni wazinifu, lakini Baba yetu mbarikiwa hakuona haya, pamoja na kwamba jamii natufahamu, jamii natuchuja mbinguni jua, kuna mtu ambaye tunamuona amekuwa mfano wa maisha yetu. Nazungumza habari za mama hapa, ndio Yesu yuko juu kule, ndio Yesu. Sasa nilikuwa namuona Yesu mbinguni kwamba yeye ndo alikuwa na kai badani pale, hapana, yeye amevaa ule uungu wa kimungu ndani yake, ambao mimi nikita, m, nikimtazama natamani tamani, mimi nikimwangalia na tamani kwamba na mimi na tamani niwe vile tamani na mimi ningekuwa kama yule pale ha, mimi kufanana mfano kama hivi. Hata siku ile tuko msibani kwa Mtumishi Meli pale, mimi eti wanasema nafanana na baba, nikasema nyie, wanamwambia mtumishi, ombeni wewe huyu. Nikasema acheni mzaa mzaa, yaani acha kabisa mzaa. Kabisa acha. Mimi sioni fahari kufanana na Mtumishi meli kwa sura, sijawahi kuona fahari sura hizi kufanana nazo. Mimi natamani nifanane na wewe kwa matendo na kazi unazozifanya nzuri zile. Wewe, wewe, wewe unasema, hey, huyu mtoto amefanana na wewe amefanana na wewe, lakini na tabia mbovu chafu. Raha ya kufanana na mtu ni vile mtakavyokuwa na nia moja na kusudi moja, nia moja na kusudi moja. Yesu ametubebea zamana sisi ambao tulikuwa tuna sifa tukua hatuna sifa kabisa, hatufai yani, tunanuka watu ambao hatustahili hata kutaja jina lake. Hivyo hivyo ametuwekea zamana, angali ni waovu. Tumefika hapa, baba zetu nyumbani walitukinai, kaka zetu walitupiga kwa sababu ya zambi tulizokuwa nazo. Baba zetu walituchukia kwa sababu waliona hili litoto litaniaibisha, wakawaadilini lakini mbarikiwa, ameona, ameona hakuna, yani, ameona vema kukaa na mijamaa milevi, kukaa na mijamaa maraya, miizi, mitukanaji, misingiziaji, yenye wivu ndani. Katika haya yote niliyotaja, naamini mmoja, wewe sio maraya, lakini una wivu ndani. Wewe sio jambazi, lakini una kiburi. Wewe sio mkorofi, lakini una hasira, lakini kiasi na iwe na kiasi tusiwe na asia zizo zidi. Sasa jipime wewe uko kwenye Biblia mule unafiti kwenye huo mstari, ukisha wana ufiti ujue na uko nje. Baba ametuwekea zamana sisi, ambayo tukua tuna sifa ya kukaa hapa dakika hii, wakati huu, yuko kwenye shimo, lakini ametuwekea baada zamana. Amejua hii mitoto, nikiacha nikifunga mlango. Ale, nitakuta sio mi watu mtakuta ina watu akaona vema, na bado maana, anatuhamasisha anasema bado tuendelee kumpenda Mungu kwa sababu anachua huko, ndiko yaliko maficho, huko ndiko kuliko usalama wetu. Wewe mpaka leo hii, mimi natolea mfano, kwa mfano mnamtaja Adonai, hawezi kunichukia huyu. Ni moja ambaye ni rafiki tena ni adui yangu. Ananifahamu tuiko toka kabla na baada. Tuko tunagombana kila wakati. Yaani mpaka anakuja hapa, maana yake mimi nishajua na naye muda mrefu. Ukimwangalia mtumishi Doni, ametoka jela ananiomba niomba buku mimi. Niko pale naomba buku, naomba buku. Amenikata jicho. Mwezi mzima sikuepo niko jela. Kwa nini unamwangalia, unasema, "He, huyu." Mara nyingi unamkuta ameiba mahali, amepigwa mdomo huko hivi. Kwa hata tunapowazungumzia kujisikia vibaya kwa ajili yangu, hawawezi. Hawawezi kwa sababu nasema vitu ambavyo nimeviona, mambo ambayo kabisa wao wanashuhudia, kwamba baba yetu mbarikiwa ameriski maisha yake okay, kwa ajili yao. Nani angempokea mtumishi Doni? Nani angempokea mtumishi Adonai? Mtu ambaye hatu unapopishana naye ananuka, nasema huyu blaza, naye kwani unapitana naye yani ananuka kweli. Kilabuni, wewe bangi zako, wewe madawa yako, vyote ni vya kwako. Alafu nguo umeibadilisha lini? Utakumbuka na hali ya kubadilisha nguo, utakumbuka jamii ilitukataa, lakini baba yetu ametukatisha hapa ili tumwabudu Bwana o e, walitukataa, walitukatia tamaa wengine wanasema Adonai alishakufa, lakini baba yetu hajatukatia tamaa. Ametukusanya, ametuleta hapa, ametufundisha habari ya Mungu. Tuko hapa, tumewekewa zamana, tusifanye fujo, msigombane njiani. Kweli baba yetu hayupo, hatuna sababu ya kuanza kugombana. Tumeshaona wema wa Mungu sana. Ukisoma hiyo Masayo tisa mstari wa kumi na tatu nasema soma, kwanza tuisome kabisa, tukazie tui kazi, kazi hapo.